Kuna namna nyingi za kuwasiliana na mtu akiwa mbali na lile eneo, hasa ikiwa ni sehemu ambazo hauwezi ukapiga simu ya kawaida kwa kutumia mitandao ya ndani ya nchi, yaani unatarajia ongee na mtu, mfano wewe uko hapa Tanzania, yeye yuko China, au yuko Dubai, au yuko sehemu yoyote ya dunia. Sasa kuna njia nyingi, mojawapo ambayo inatumika ni WhatsApp, lakini WhatsApp inakuwa na shuruba nyingi nyingi sana na inakuwa mtandao unakatakata mara wengine mpaka wawashe VPN kule waliko, yani ni mtandao ambao unasuasua sana lakini ukitumia e, Zoom, e, ukitumia Google Meeting, ukitumia platform nyingi nyingi ambazo zinatumika kwenye kuwasiliana, utaona mitandao inakuwa iko vizuri na watu mnaweza mkawasiliana. Nukuu ni kwamba iwe wale wanaowasiliana simu zao ziwe zime, zimetulia zime sehemu moja, yani asiwe ni mwenye kutembea au mwenye kucheza cheza, kwa maana network haitokuwa stable kwa watu wote. Narudia tena, muhimu, wale wenye kuwasiliana simu zao ziwe ni zenye kutulia, yani zisiwe zenye kucheza cheza, ndipo ambapo mtandao utazidi kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo kama una shida e, katika kuwasiliana na ndugu zako au kuwasiliana na mtu kubadilishana mawazo, tumia njia hii ambayo unaenda kuielekeza sasa hivi itakusaidia, na nitaifundisha kwa kutumia simu mbili tofauti ambazo zitakuwa zina maelezo ya kutosha na yatakaa vizuri. Sipoelewa weka comment yako hapa chini, tuweze kuelewa ni sehemu gani ambayo wewe hujaelewa. Naam, sasa mwana graphics, leo tutazame namna ya kumpigia mtu e, kumpigia mtu kupitia Google Meeting. Google Meeting ya inatumika e, katika kupiga simu e, unaweza ukapiga video call, unaweza ukapiga e, simu ya kawaida e, unaweza ukamtumia uka mtu message kama kawaida kwa kupitia Google Meeting. Sasa kuna njia mbili ambazo unaweza ukatumia e, kumpigia mtu lakini nitakupitisha kidogo katika e, njia ya kwanza ambayo ni ya kutumia Google. Sasa kwa upande wa Google utaingia katika browser yako yoyote e, Google, alafu kisha utaingia kwenye upande wa searching bar kisha utatafuta kitu kinaitwa Google Meeting ukishamaliza, utakiona kimetokea. Huyu anafanya hivi kwa kuwa yeye hana faili la Google Meeting na wala akilitafuta Play Store hawezi kulipata au ha, simu yake haisapoti kuwa na faili la Meet. Kwa hiyo atakachokifanya ni kuunganisha ni kubonyeza eh, hii ya kwanza hapa, ili aunganishe ya yani afanye kama yuko ndani ya faili ya nini ya Google Meeting. Sasa mimi nitachagua email yangu ambayo nitaitumia hapa, kwa hiyo mpaka hapa nitakuwa ndani ya Google Meeting. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa juu kushoto, nitabonyeza new. Nikishabonyeza new nitaenda kwenye kustarti instant hapa hivi katikati, nikishafika nitakuwa tayari nimeshaingia ndani ya meeting yangu. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa tayari nipo ndani ya meeting yangu, nitakachokifanya kama sitaki ionekane sura yangu nitazima kamera. Hapa chini kushoto nitazima kamera, lakini hii hii ambayo tunaiita ni, ni mike hii nitaweza kuiacha wazi hivi ili yule akigusa linki yangu ataweza kunifikia na tutaweza tukaongea vizuri kabisa. Sasa hapo utakuwa tayari umeshaweza kuanzisha simu. Je, unamtumiaje muhusika, unamtumiaje mhusika hiyo linki ili aweze kuja? Utakachokifanya ni kubofya hii linki hapa, utaikopi. Kwa hiyo baada ya kuwa nimegusa hapa ikishaonesha hii copied nitakachokifanya ni kwenda mfano upande wa WhatsApp kwa mtu ambaye namtumia, nitagusa pale e, katikati au naweza nikafanya kitu kimoja ambacho ni kubonyeza kwa nguvu sehemu ya kuandikia, nika paste ile link, kisha yeye nikaweza kumtumia nikisha kisha mtumia yeye, sasa ataiona SMS yangu kwa upande wa WhatsApp. Kwa hiyo takachokifanya um, ni kuingia WhatsApp kisha ataenda kuigusa ile link ambayo e, ameiona kutoka kwangu. Baada ya kuwa sasa amesha kuisha igusa, itampeleka kwenye Google Meeting. Na kama itakuwa mara ya kwanza kwake kujiunga, basi kuna settings atazifanya, mfano kama hapa atago settings hapa alafu kisha, kisha mpeleka settings. Um, atafanya kuwasha notification ya Gmail. Kiwasha, atarudi nyuma kwenye nanili account yake, anaweza kufanya vitu viwili hapa, anaweza kazima kamera au akaaski tu to join, lakini kuzima kamera kisha ka aski to join itakuwa vipesi huyu aliyempigia, natukuwa arudi kwenye sehemu ile ambayo alitoa ile email kisha huyu uku anatakiwa afanye e, request, ask to join, ili huyu uku afanye admit, amkubalie. Kwa hiyo huyu upande wa kulia e, yule aliyetumiwa link ata ask to join, kisha huyu uku sasa utaona ana admit, anaipokea ile request iliotumwa hapo. Wakishafanya hivi kwa pamoja, wote watakuwa wana uwezo wa kuongea hapa na mengine mengine mingi mingi. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza au ni patiwani. Sasa tuitazame sehemu ya pili ambayo tulisema ni kutumia eh, Google Meeting app. Si kwenda kwenye browser, kutumia Google Meeting app ambayo inapatikana Play Store, au simu zingine kama ya kwangu imekuja nayo. Na hiyo Google Meeting ni faili la humohumo humo. Ona, kwa hiyo kama mtu anayo basi anaweza kutumia hiyo, uka download hii ambayo ni app ya meeting, kisha utakachokifanya ni kuingia kwenye meeting na yule unayempigia, anaweza akaingia kwenye meeting kule aliko, au anaweza siingia, kwa amewasha data tu, inaweza ikafaa. Na ngoja nijaribu hapa kutokuingia hapa, unaweza uka msechi ukaanzisha new, au unaweza kuanzisha new Vyo vyote vile ambavyo unaweza ukafanya, lakini mimi nitafanya njia ya kumsearch. Kwa hiyo nitaandika hapa jina lake naye mpigia ambaye anaitwa hii Graphics. Graphics. Informations. Hapa imekuja, kwa hiyo nitabofya, alafu naweza nikazima hapa kamera. Ukisha call kama hivi, itaanza kuita kwenye ile simu nyingine. Kwa hiyo yeye atafanya kule atafanya kurespondi kwa kukubali au e, anaweza kakata pia. Yote ni maamuzi. Kwa hiyo mfano kama hapa um, atakubali atapokea simu ambayo umempigia na maongezi yataanza kufanyika. Kwa hiyo huyu upande wa kulia, yeye hakuzima nini? Hakuzima hii ambayo tunaita ni e, ni video. Kwa hiyo ndio maana imeonekana kwenye upande wa kushoto. Baada ya hapo utakuwa umeshamaliza um, kufanya E, process za kuweza kuwasiliana na hapa mtandao utakuwa uko vizuri kuliko WhatsApp. Unaweza kawasha mic upande wa kushoto huko unaanza kazima. Ni nyinyi ambavyo mnaweza mkafanya sasa wakati mnawasiliana, lakini hizi sehemu za chini kabisa hizi sehemu za chini hapa kwenye video, sijui mic, sijui sehemu ya kukata simu ni za kuchezea sana, ili uweze kuzifahamu hasa hizo doti tatu tatu hizo tatu zinazoonekana. E, sehemu ya loud speaker huku juu kulia inaonekana, unaweza kaweka loud speaker. Hiyo alama ya chini yake, chini ya loud speaker, unaweza kaona kwamba mic zimezimwa, kwa hiyo um, kumaanisha wote hawasikiani. Ukitaka kusikia, basi unaweza kawasha mic huku chini, kwenye hii column ya chini kabisa, kwenye sehemu za, za kuzimia huku au kukatia simu. Kwa hiyo mpaka hapo mawasiliano yatakwenda vizuri kabisa na kitu kingine ambacho napenda kukiongezea kwa yule mwana graphics info, ni kuhusiana na e, upande wa kufanya call sharing, yani kushare kio e, e, kwa hiyo mtu mfano namba moja huyu anaweza akabonyeza hizi alama tatu hapa chini, kisha akabonyeza share screen. Sasa kwa upande huu akikubali hapa atakubali share screen, lakini video huku itakata kwa sababu haionekani screening record nitaitumia hii sehemu moja ya simu lowback. Sasa yule kule ambayo ameshare screen um, yule atakuwa anafanya kitu ambacho anakifanya, ili huyu mwenye simu hii aweze kukiona e, kwa hiyo hapa nitakachokifanya e, mimi kwa upande huu nitaongeza screen size ili naona vizuri. Kwenye ile simu ambayo ina share screen, utaiona ni simu iko sehemu nyingine, lakini umeona ina share screen. Huku skrini yake kule naiona kwenye simu hii. Kwa hiyo hii inasaidia sana kwa wale ambao wanafundishana eh, wanaelekezana kitu. Kwa hiyo mimi nitaongeza size ya kioo changu niweze nikaona vizuri kila anachokifanya katika simu ile nyingine ambayo ananielekeza. Kwa hiyo hapa naona um, katika kioo chake kule. Kwa hiyo hata kama akitoka hapa nitaona anapoelekea. Mfano tuone uh, kidogo eh, akitoka Mfano kama hapo anaonesha kule kwamba ameshare screen kwa upande huo, umeona e, eh, kwa ana cancel, hawezi kushare mara mbili kwenye ile simu nyingine, alikuwa anaonesha tu uh, jinsi alivyo share. Kwa hiyo um, akitoka hapa mimi nitaona ametoka, naona hapo ndo anatoka kule kwenye simu yake kule, umeona, ametoka, mimi naona huku eh, naweza nikaongeza size yake uchangu kama hivi nikawa naona full sehemu ya kuongezea ni hiyo, nimerudia hapo. kwa hiyo utaona kule anachokifanya na na move kwenye mafaili. Ile naweza nikaweka juu hivi nione vizuri anachokifanya. Kwa hiyo sehemu yoyote anayescroll kwenye ile simu ya kule, mimi hapa naona. Chochote akiingia faili lolote huku nitakuwa naona. Hiyo ndiyo maana ya sharing nini? Screen. Kwa hiyo mtu akikwambia hebu share screen hapo Google Meeting, utabonyeza ile alama tatu kisha uta share screen. Hakikisha uwashi kile kiboksi cha kushoto, utaishia tu uta start uta continue. Kwa hiyo atakuwa anaona jinsi kama ninavyoona mimi katika ile simu ya huyu ambaye ninaongea naye muda huu. Kwa hiyo utaona hapo, ana scroll sim zote atakuwa anaziona, anaenda huku, naona kama hapo. Unavyoona, hiyo ni simu nyingine, na hapa naangalia kwenye screen yake, tunaona kama hapo amerudi kwenye upande wa Google Meeting, alafu anataka kufanyaje hapo Uh, ya yeah. Ana cancel ile screen share. Tuona kama hapa imesha wezi, sim, hapo imesha cancel, kwa hiyo huwezi nikaona chochote kule na amekata kabisa simu, ametoka. Kwa hiyo hapo ndio itakuwa mwisho wa kuwasiliana au kufanya mawasiliano.